Habari za wakati huu, ni siku nyingine, tuna hapa ndani ya kipindi cha Medi Counter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali inayohusiana na tezti. Kama ndo kwanza unafungua tv yako, kipindi ya Medi Counter, kipindi ambacho kinazungumzia masuala ya afya. Jina langu ni Dafosa Prosper, kutana nami basi uweze kujua nini hasa ambacho nimekuandalia katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako. Katika Medicounter ya leo hii tunazungumzia suala zima la tatizo la kutoa harufu katika miguu. Na kwa kuzungumzia mada hii tunaye hapa Dkt. Festo Limu ambaye anapatikana hospitali ya CCBRT ambayo iko Msasani Dar es Salaam, yeye atatufahamisha kuhusiana na suala zima la tatizo la watu kunuka miguu, kwa nini linatokea, sababu ambazo zinapelekea tatizo hilo, lakini pia nini kifanyike endapo mtu atajigundua tatizo la kunuka miguu ama yule ambaye atakusikia afanye nini ili aweze kukusaidia. Uh, fuatana naye basi uweze kujifunza mengi katika mada yetu, yes, hii ya siku ya leo. Tatizo la watu kunuka miguu au harufu kutoka kwenye miguu, katika miguu kitaalamu, ni kama inavyojieleza kwamba ni harufu mbaya inatoka kwenye miguu kutokana na sababu mbalimbali, mathalani pengine ni mkusanyiko wa jasho kwenye miguu kwa muda mrefu, au labda kuna maambukizi ya aina ya labda bakteria au aina fulani ya fungus kwenye miguu. Kwa sasa, mkusanyiko wa vitu vyote hivyo huweza kuleta harufu kutoka kwenye miguu ambayo tunaita ni harufu mbaya. Sasa sio harufu tena nzuri na mwenyewe anakuwa anajijua kabisa kama anatoa harufu miguuni. Tu peke yake ambaye, mtu mwenye, mwenye tatizo kama hilo anaweza kagundua endapo anafahamu harufu ya kawaida ya, ya miguu yake. Kwa mfano labda mtu amevaa viatu vya kubana kwa muda mrefu tokea asubuhi mpaka jioni. Hata mtu kama wewe ukija kuvua vile viatu na socks kuna harufu unanisikia ambayo si ya kawaida. Sasa, kwako unaweza kaona kwamba ni harufu mbaya kidogo, lakini mwingine kwake akaona ni, ni harufu pengine ikasambaa kabisa kwenye kwenye chumba e, ikakera watu wengine. Mwanzo nimesema kwa sababu inaweza ikawa ni jasho, kiatu alichovaa na vitu kama hivyo au bakteria. Kuna kitu kingine ambacho inaweza ikawa ni sababu ukiacha hivyo ulivyovitaja? Ndio. Kwa mfano kwenye swala la la jasho, kuna sababu mbalimbali mbali ambazo zinafanya kuna baadhi ya watu wanakuwa wanazalisha jasho jingi sana kupita kiasi unakuta napata anatoka jasho kwenye viganja, kwenye kwapa, kwenye nyayo. Sasa wanakuwa na changamoto fulani ya kiafya hasa kwenye, kuna hizi tezi ambazo zinazalisha jasho, kwa hiyo zinakuwa mara nyingi zinazalisha, zina, zinapata mawasiliano yanazidi kutoka kwenye mfumo wa fahamu, kwa hiyo zinazalisha, zinazalisha jasho jingi sana lakini wengine wanaweza kuwa na maradhi mengine ambayo pengine akapelekea mtu akawa anatoka jasho sana. Kwa mfano labda wale ambao wanakuwa na changamoto ya tezi ya kwenye shingo ambayo inazalisha homoni zinakuwa nyingi, kwa hiyo mara nyingi huwa anatoka jasho mara kwa mara. Kwa hiyo hii swala la jasho kuwa nyingi pia lina, lina, lina vyanzo vyake. Sababu nyingine ni matumizi labda ya dawa mbalimbali. Kuna aina ya dawa ambazo mtu pengine akizitumia inaweza kawa ni kwa ajili ya kutibu aina fulani ya ugonjwa laki lakini, kutokana kwa laki na kwamba anakuwa anatoka jasho sehemu nyingine mwili, anaanza kutoka jasho, lakini kama anatoka nje vizuri. Sasa kama kwenye miguu na amevaa socks na viatu vya kubana, maana yake linarundikana ndani, ndani kwa ndani. Kwa ana amekuja kuvua vile viatu, kuna harufu fulani inatoka. Kwa hiyo inawezekana labda huyu mtu alikuwa anatumia aina fulani ya dawa ambayo akitoka jasho kuna harufu fulani inatoka, inatoka. Sababu nyingine Sababu nyingine ni kama nilivyosema, ni maradhi maradhi ambayo yanapelekea mtu anakuwa na, na, na maambukizi kwenye sehemu, kwenye miguu kwa mfano nilivyosema fungus eh, lese ni mtu ambaye ana kisukari ambacho hakijadhibitiwa au pengine hana kisukari lakini ana maambukizi ya fungus kwenye nini? kwenye kwenye midu, vidole vya miguu katikati ya vidole au kwenye miguu wanavyokuwa wanazaliana hasa wakati wa kukiwa na jasho na, yasho, na unyevunyevu kwa wanavyozaliana, wanazalisha kemikali ambazo pia zinaleta uvundo fulani ambao inakuwa ni harufu sasa mbaya. Yes. Na pia kama nilivyosema bakteria wanavyozaliana, bakteria wanazalisha wanavyo kemikali ambayo pia inaweza kuleta harufu mbaya kwenye miguu lakini pia lingine ni, ni usafi kwa ujumla. Kuna watu ambao labda akitoka kuoga au kinawa miguu afute vizuri miguu yake akakausha, kwa hiyo mm-hmm. Miguu mara nyingi inabidi ukaushe vizuri ikauke uweze kuvaa soksi zako na viatu, na soksi ambazo, ambazo angalau utavaa soksi ambazo, ambazo nyepesi. Inategemea kwamba ni kipindi gani cha, cha hali ya hewa. Yeah, yeah. Kama ni hali ya hewa ya joto ni vizuri kavaa soksi ambazo ni nyepesi za cotton na viatu vyako visio vya kubana. Kwa hiyo pia mambo ya, ya usafi ni muhimu. Pia mtu anaweza sio na maambukizi ya fangasi asio na maambukizi ya bakteria asio labda na hali fulani ya ugonjwa kwenye mwili labda inayosababisha kuzalisha, kuzalisha jasho jingi mm -hmm, lakini kutokana na kwamba usafi wake uko vizuri akawa pia anapata hali ya uh, harufu mbaya kutoka kwenye kwenye miguu hata kwenye kwapa, kama mtu aogi lazima atakuwa anatoa harufu mbaya, si ndio? mm -hmm. yeah. Sawa, kuna wale ambao wakioga, labda wanapaka mafuta kwenye vidole, na yenyewe pia inaweza kachangia? Inategemea kwamba ameoga anapaka mafuta. Sasa kuna aina ya manukato au mafuta ambayo mtu akipaka inakuwa inaleta harufu nzuri, na pengine wengine wanatumia hayo ili kuficha au kuondoa harufu mbaya, ambayo mara nyingi inatokea ni aina fulani pia ambayo mtu anatumia kama na hali fulani ya kutoa harufu mbaya kutoka kwenye miguu, anatumia ili asio na harufu mbaya. Lakini kuna manukato ambayo pengine ukichanganya vibaya, hata kama si kwenye miguu, ukipata kajasho, unatoka harufu fulani mchanganyiko ambao sio mzuri. Kwa hiyo ni namna gani unatumia na aina gani ya, ya manukato unatumia kwenye ngozi au kwenye miguu na waathirika zaidi wa tatizo hili la kutoa harufu katika miguu, kwa kwa ni, ni, ni tatizo ambalo watu wengi wanaona, wana, wanaona kama vile ni aibu kwa hata kutoa taarifa kwamba miguu yangu inatoa harufu, au pengine aishaambia kwamba nisikia mtu anasema miguu ya mtu fulani au soksi zake zinatoa harufu mbaya. Kwa hiyo wakati mwingine anakuwa ana hali fulani ya kisaikolojia ambayo anakwepa Kuonekana kwamba miguu ina inanuka au inatoa harufu. Kwa mara nyingi sasa katika tafiti lazima uweze kujua ukubwa wa tatizo, kama watu wanaficha inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo lazima kutumia namna fulani ya utafiti uweze kugundua ukubwa wa tatizo hasa kwa, kwa mazingira mahali kama ya kwetu. Hmm. Lakini ukija kuangalia kwa kawaida. Hmm. Tulipokuwa tunasoma shule za msingi, eh, sekondari, vyuo hata majumbani hata ndugu wanavyotembea, unajua kabisa kuna hali fulani ya watu wanakuwa wanatoa harufu kwenye kwenye miguu kwenye miguu. mm -hmm. Sasa ni wakati gani ndio ambako mtu huyo anaweza akaona kwamba sasa hili limeshakuwa ni tatizo, niende hospitali? Kuna namna mbili, mtu mwenyewe kuamua kwamba nimesikia, yani kwanza ile kusikia kuambia mara kwa mara inamkera, kwa hiyo pengine hiyo ikawa ni msukumo kwenda ku kutafuta eh kutafuta ufumbuzi wa tatizo, lakini kuna yeye mwenyewe pengine hilo tatizo alikuepo mwanzoni, likatokea na kama nilivyosema, pengine labda kuna ugonjwa fulani umeingia au kuna dawa anazotumia, kwa hiyo pengine ni maudhi ya dawa. Kwa hiyo ile itamfanya aende kwa daktari kwamba ah, sikuwa hivi, lakini sasa hivi naona hali kama hii, au naona natoka jasho sana kwenye kwapa, eh, usoni au kwenye viganja au kwenye nyayo na wakati mwingine anapata harufu. Kwa hiyo hivyo vinaweza vikamfanya mtu akaenda ku, kuomba ushauri au kutafuta tiba. Sawa, daktari, umekuwa ukizungumza sana swala zima la dawa kuchangia mtu kutoa harufu katika miguu, ni dawa za matibabu ya ugonjwa gani hasa ambazo zinachangia mtu kupata harufu katika miguu yake? Inategemea, inaweza kuwa ni hizi dawa za kutibu maradhi ya maambukizi, kwa mfano labda dawa za kutibu labda maambukizi ya bakteria au fungus au inawezekana kuna mtu anatumia dawa labda kutokana na saratani au magonjwa mengine. Kwa zile dawa kama zinatoka pia kwa njia ya jasho basi mtu kama huyu anaweza akapata harufu fulani kutoka kwenye mwili lakini pia kwenye miguu kama amevaa eh, socks nzito na viatu kwa muda mrefu. Kuna wale ambao wanapata tatizo la kuwashwa miguu lakini pia wana vidonda miguuni na wapo katika hatari kiasi gani ya kupata shida hii ya kutoa harufu katika miguu? kuwashwa miguu inaweza kawa pia ni dalili, inaweza kawa labda ni dalili ya mzio tunaita allergy, au ikawa ni dalili ya maambukizi kwenye miguu, kwa mfano fungus. Kwa anawashwa miguu kwa anavyowashwa miguu, maana kama nilivyosema, kama ni maambukizi, kuna hatari pia au kuna uwezekano wa mtu mguu yake kutoa nini, harufu. Lakini kama ni vidonda, kuna kidonda ambacho hakijatibiwa na kidonda ambacho hakijatibiwa kina maambukizi kwa kawaida kinatoa harufu. Kwa hiyo kama mtu ana vidonda kwenye mguu, hata kama hajavaa viatu na akijapata matibabu, akijisafishwa vizuri, huwa kinatoa harufu. Sasa akifunika tena, maana yake anafunika kule, kunakuwa na unyevunyevu na joto, akija kufungua harufu inakuwa mbaya zaidi. Daktari na wale ambao miguu yao imepasuka wanaita magaga. Yeah, swali zuri katika usafi au uangalizi mara nyingi tunashauriwa kukagua miguu yetu, sio lazima kwamba uwe na tatizo la kisukari like au aina fulani ya ugonjwa. Lakini mara nyingi watu ukienda kuoga, mtu anarashia tu kwenye miguu papa papa anaondoka. mm -hmm. Ni vizuri unakagua katikati ya vidole, unaangalia kwenye unyayo kuna nini. Mathalan kama ulivyosema unaweza kuwa na magamba kwenye kwenye unyayo magumu, mm -hmm. au mipasuko fulani kwenye, kwenye miguu sasa hiyo ni vizuri ikaweza kuondolewa kitaalamu au kama kuna namna ambayo unaweza ukasugua nyumbani ukaondoa. Kwa nini? Kwa sababu ile ile mipasuko au yale magamba yanaweza kawa ni sehemu ambayo inatunza bakteria au ikatunza hata hata fungus au uchafu. Kwa hiyo unavyovaa viatu maanake, tayari ule mrundiko, baadaye unakuwa unatoa harufu mbaya. Anapokuja sasa kwenu tayari ana hiyo shida ya mama kufanya maamuzi ya kuja hospitali, mnatumia vipimo gani kutambua kwamba huyu tatizo lake la kunuka miguu inatokana na shida fulani aweze kupatiwa matibabu? kwa kuna namna mbili ambazo tunatumia. Tuna namna ya kwanza tunachukua historia ya tatizo kutoka kwa mgonjwa. Kuna, kuna namna nyingine ambayo haihitaji kufanya vipimo vya maabara, kama ni swala la usafi na kwa moja kwa moja ndio kwamba huyu mtu labda kwenye usafi azingati vizuri, lakini kuna vingine ambavyo unaweza kaviona kama hivyo, labda kuna mpasuko, kuna usugu kwenye nyayo, au pengine kuna fungus ambapo sasa inabidi kufanye nini, umpe tiba, lakini pia umpe ushauri namna gani ya kuweza kuepuka asipate tena maambukizi. Lakini kuna wale ambao unakuta wana, wana maradhi mengine, pengine unakuta miguu iko misafi kabisa na hata usafi wake ni mzuri, lakini anatoka jasho kupita kiasi. Kwa hiyo tunafanya vipimo kugundua kwamba ile tatizo limesababishwa na nini? kwa hiyo kama ni aina fulani ya ugonjwa, ukitubu ile ugonjwa, maana yake na uko tayari umefanya nini, umeondoa ile hali ya, ya kunuka miguu. Kama ni dawa fulani, pengine labda kuna mbadala wa kutumia, unaweza kubadilisha dawa, akatumia dawa nyingine akaepuka kutoa harufu mbaya kwenye miguu au sehemu nyingine ya mwili. Kwa huyo ambaye anatoka jasho kuliko kupita kiasi, maana kuna wengi anatoka kwenye mikono, muda wote mikono inakuwa ina sweat, mnafanyaje kuwasaidia? Inategemea na aina ya chanzo. Kwa kama ni chanzo labda ni aina fulani ya hormone, kuna dawa tunatoa e, kama labda ni, ni aina fulani ya, ya, tuseme labda ni hizi tezi labda zinazalisha jasho kwa wingi na dawa ambazo tunatoa, unaona. Kwa hiyo tunatibu kulingana na chanzo kilicho kilichochangia huyu mtu kuwa na kutoka na jasho kupita kiasi. Kwa katika maisha yetu ya kila siku, daktari, tufanye nini ili kuepukana na harufu mbaya ya miguu? Cha kwanza tuanze na swala la usafi. Hata ukiwa na maambukizi kwenye miguu, cha kwanza ni usafi. Ukioga au ukinawa miguu unakausha vizuri miguu yako, unakuwa na taweli kwa ajili ya miguu e, hao kitambaa kama hamna taweli ndogo, unakuwa unafuta miguu yako vizuri e, kama una taweli, unaweza kutafuta kitambaa. Unaona hata kama ni kitambaa cha, unasema kanga au ni kitenge au chochote kile, kwa hiyo inakuwa maalum kwa ajili ya kufanya nini, kufutia miguu. Na wale wanaoshare hapo itakuwaje? Sasa wanaoshare wanaweza kaangalia wenyewe kwamba kama kuna mwingine anafangas anaweza kumwambukiza mwenzake. Kwa hiyo swala la usafi la kwanza la pili, kama kuna maambukizi manake ni kufika hospitali uweze kupata nini, matibabu. Unakuja tunaangalia, unapata tiba. Lakini tukirudi kwenye mtindo wa maisha, tusikae na viatu kwa muda mrefu, sawa. Kuna mazingira mengine unaweza kaa kwa muda mrefu, kuna kazi fulani unaweza ukafanya ukivaa viatu kwa muda mrefu, sawa. Ukimaliza hiyo kazi, basi hata miguu ipumue, vaa viatu vya wazi. Lakini kama sio lazima ukae na viatu kwa muda mrefu. Mm -hmm. Eh, kama unakaa navyo kwa muda mrefu basi visiwe viatu vya kubana. Mm -hmm. Lakini pia na kama ni hali ya hewa ya joto hata kama ni ya baridi basi soksi tu ambazo ni nyepesi au za cotton. Mhm. Mm -hmm. Daktari, tuende kwenye matibabu pale mwanzo ni umesema kwamba kuna namna ambapo mnaweza mkamtibu. Sasa ili mtu aweze kupata matokeo, matibabu yanachukua muda gani? Inategemea na aina ya tatizo. Kwa mfano kama ni maambukizi ya fungus kwa kawaida inaweza kachukua mpaka wiki nane na endapo mtu atafuata masharti ipasavyo. Tumekuwa na changamoto ya kusema fungus wanakuwa sugu, kwa sababu tunashindwa kufuata masharti. Kwa mfano, kama unatumia dawa za kupaka za fungus au za kumeza, inabidi utumie kila siku unavyoelekezwa kama ni asubuhi na jioni. Ya kupaka, unahakikisha umekausha vizuri, unapaka lakini pia mazingira yanayo kuzunguka ambayo yanakuletea maambukizi inabidi pia uyabadilishe. Kwa mfano kama ni mwanafunzi wa chuo au hata nyumbani, kama mnashia towel mm -hmm. Au mnashia labda bafu, nimeoga na fangas wangu nikatundika taulo langu, mwingine akaja katundika pale pale. Kwa hiyo hata kama natumia dawa baadaye watarudi wale fangas, na pia si ajabu kajenga usugu, kwa sababu tayari wameshakuwa Washakuwa uh, wameshapata ile dozi ya ile dawa. Kwa hiyo maana yake kuna uwezekano baadaye wakatengeneza usugu. Kwa hiyo sio tu kutumia dawa, lakini pia kuangalia mazingira ambayo yamesababisha nini yale maambukizi. Na wale daktari wa mfano, wanakucha chafu za miguu naweza kuwa ni chanzo cha miguu kutoa harufu, yani asafishi kucha zake sahihi kabisa, ndio linaangukia kwenye mambo ya, ya usafi kucha ndefu eh, hasa si wanaume? <laughs> kucha paka ik, ikatu imeshakuwa ndefu, imeshatoboa socks eh. Kwa hiyo maana kucha zinatunza nini uchafu, ukiwa unatoka jasho na unaenda kutunza ile jasho na kuwepo kule ule mru, mru, mru, mru, mrundikano tena inaleta ina, ina, ina nini eta harufu mbaya. Kwa hiyo kucha nazo, kukata kucha ni sehemu moja hapo pia ya usafi wa mwili. panga sisi ugonjwa wa kurithi lakini inategemea kwenye jamii kama kuna aina fulani yeah, labda aina fulani ya maradhi ambayo ni ya kurithi, yanapelekea mtu kuwa na hatari kupata fungus. Unaweza mkapata fungus ukahisi labda kwamba ni ya kurithi au yale mazingira mliyopo yanasababisha wote mnapata fungus. Kwa mtu mwingine anaweza kahisi kwamba tuna risk, kumbe kuna mazingira yanayofanya wote mnapata maambukizi ya fungus. Daktari, kuna wale watu ambao wana shezi hivi viatu mfano kwa nyumba za kulala wageni, ukuta kuna malapa pale aina moja. Kila mtu akitoka anavaa hayo hayo anayatumia. Sasa hawa wanakuwa katika hatari gani kupata magonjwa kama ya fungus ambayo yanaathiri miguu na kupelekea miguu kupata harufu. Kuna uwezekano lakini pia wanaweza sipata wasipate kama watazingatia zile kanuni za, za za, za, za usafi. Mm-hmm. Kwa mfano hata kama ni ndala mtu amevaa zina maji maji, ukaenda kuoga. Si unaoga? Of course utakuwa umeflush ile maji yake pia. Unavyorudi ukikausha miguu yako vizuri ikawa mikavu, tayari umeshafuata zile kanuni za nini? Za usafi. Kwa maana yake umeshajizuia. Lakini ukabaki na ile maji maji wewe. Maana yake baadaye utafanya nini? Utapata maambukizi. Kwa zile hatua au zile kanuni zote za usafi inabidi kuzingatiwa hata kama umeingia kwenye mazingira ambayo na nini, kwa fungus. Kuna wajifutage, mwilini, taulola, nini? Yes, so, ni hatarishi hizo, ni namna ni tabia tu ya mtu kwamba anapenda akiingia bafuni, kama mabukizi, basi kama kuna, baki, kuna kuna fungus kuna, kuna ambayo labda pengine mazingira ya mwili wake au ya, wa ya kinga yake yanaruhusu maana yake anaweza kupata maambukizi ya nini? Ya fungus. Ah, ni madhara gani ya kiafya atayapata huyu mtu ambaye anatoa harufu katika miguu kama asipotibiwa vizuri? Madhara ya kiafya tuanze kwanza kisaikolojia. Kama anahisi kwamba watu wanamnyanyapa kwa sababu miguu ina, inatoa harufu na kupata usaidizi wote, pengine ushauri wa kwenda kumwona daktari au kupata usaidizi kwa ajili ya tiba. Huyu mtu anaweza kupata matatizo ya kisaikolojia akawa pengine labda hana, uh, mbele ya watu labda hana ujasiri eh, anakuwa ni mtu wa uh, kujificha ficha mm. Lakini pia wakati mwingine ana basi tu anakuwa namna ile. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza kupata sonona, inategemea na ukubwa wa tatizo. Kwa mfano wale ambao wanataka jasho kupita kiasi, akikaa tu kuapa jasho, viganja, miguu hata usoni, jeshu, yeah, hata usoni kwa naeza kafika mahali akapata sonona. Anakosa kujiamini. Depression. Kwa hiyo ni tatizo ambalo pengine ilikuwa ni U... namna fulani tu ndogo ingepata ushauri akapata tiba, lakini namtetena ugonjwa mwingine ambao unahitaji tena tiba ndefu <tiple> Kila mtu ana namna yake ya kanuni ya usafi. Unaposema usafi, hatuna kipimo labda cha mtu, kila mtu kwamba lazima ufanye kiwango hiki. E, mimi nawe, na wewe, kila mtu ana namna yake ya usafi na yule ana namna yake ya usafi, lakini kiwango ni kile ambacho kinakufanya unakuwa na adhifu kwako, kwa wewe na wale ambao ono, wanakuzunguka Ujask... uweze kusikia kwamba kwamba una wakera, labda mdomo unanuka au miguu inanuka. kwa kwa mada ya leo kwamba miguu inanuka unatoa harufu au kisikia, unajirekebisha mara moja, kwamba ila kweli, jana nimeka na socks, nimeka nazo kwa mfano. Kuka na socks siku mbili sio vizuri hizo hizo, okay. Yani, socks kuka nazo siku ya pili ni bora kuzifua, hata kama ni nyepesi, unazibadilisha. Kwa hiyo ukishajua, kwa sababu ah, nimeka na socks kweli, siku tano, umeshakera watu. Kwa hiyo unajirekebisha unafanya nini? Una, una, una zifu, una zibadilisha pia kwa maana kiwango cha usafi maanake kitapimwa na watu ambao pia unazunguka una lakini pia kwa namna wewe mwenyewe unavyoona. Lakini vile vya msingi, ukinawa miguu kausha vizuri. E, unajua kwamba utakavaa viatu kwa muda mrefu basi usivae viatu vya kubana na vaa socks nyepesi. Ukimaliza kazi zako basi vaa viatu vya wazi angalau miguu ipumue. Na kago miguu yako, kama kuna maambukizi yote basi yatibie mapema. Kufikia hapo kipindi cha Medi Counter hakina la ziada lohiko, tukizungumza lazima la watu kuwa na tatizo la kutoa harufu katika miguu, tatizo ambalo linaweza kuwa na sababu mbalimbali, lakini endapo utamgundua mtu ana shida hiyo, basi mshauri aende hospitali aweze kupata tiba sahihi kwa wakati sahihi. Mpaka wiki ijayo, jina langu Dafosa Prosper, aendelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa UTV Azam TV, burudani kwa wote.